Na mtazamaji, timu ya taifa ya mchezo wa Tchoukball inafanya maandalizi ya mwisho tayari kupeperusha bendera ya Kenya kwenye mchuano wa kimataifa huko Geneva, Uswizi mwezi huu. Luqman Mahmoud na taarifa kamili. Jumla ya timu tatu hapa katika ukumbi wa Aga Khan mjini Mombasa zinaendeleza matayarisho ya mwisho kuelekea kwa mchuano huo unaoleta pamoja mataifa kumi na nane utakaoandaliwa Disemba 11 hadi 21 hinmoja jijini Geneva Uswizi. Kenya itashiriki upande wa wanaume, wanawake na chipukizi wa kike, huku mchezo huo ukiendelea kuvutia wachezaji wengi kote nchini. Right now we are doing uh, what we call the uh uh uh, uh finishing uh, stages with our training. We are working on our defense and we are also working on our offensive and I want to believe we will be good to go. Upande wa wavulana Kenya imepangwa katika kundi moja na mabingwa watetezi Italia sawa na wenyeji Uswizi ila kwa maandalizi waliokuwa nayo wanaamini watamaliza kwenye nafasi bora. Timu ya wanawake itachuana dhidi ya wenyeji Uswizi, Brazil, Ujerumani na Hong Kong group ambayo tumepangwa ni it's quite a healthy competition because tuko na Italy pale tuko na Switzerland, walikuwa finalists in the last Geneva Tchoukball Indoors na we also have France and Cameroon. Cameroon wanajiita African Giants, but sisi tumejipanga na tunaamini kuwa our training is enough to take them down. Training so far has been good since we came to Mombasa. We have been joined by the under 18 team. Timu ya Kenya ilimaliza kwenye nafasi ya tatu katika mchuano wa ufukweni nchini Indonesia mwaka huo. Wakitarajia kuboresha matokeo yao, baada ya maandalizi ya zaidi ya wiki mbili katika kambi hii mjini Mombasa, kikosi cha Tchoukball kinaamini kitakwenda kuwakilisha Kenya katika michuano ya kimataifa vyema na sio kushiriki tu. Luqman Mahmoud Runinga, Citizen Kaunti ya Mombasa.